Katibu mkuu wa NATO Marco Rutte, huyu ni Molanz amesema hivi silaha wanazozalisha warusi kwa miezi mitatu NATO wanazalisha kwa mwaka. Huyu ni katibu mkuu wa NATO, huyu ndio general secretary, yani huyu ndio mkuu wa shughuli zote za NATO. Amesema kwa kinywa chake. Unajua population ya NATO wako wangapi? Milioni mia nane kwenda mia tisa kwa sababu NATO ni Marekani. Ukijumlisha na Umoja wa Ulaya, ukijumlisha na Uingereza, fanya mahesabu yako, uje unipinge. Kama wako milioni mia, mia nane kwenda mia tisa, Urusi wako milioni mia na hamsini, inaingiaje akilini hapo kwamba population ya watu milioni mia moja hamsini wana uwezo wa kuzalisha silaha zikawazidi watu milioni mia nane kwenda mia tisa? Nikupe jibu fupi ambalo halina makelele: kwa sababu watu milioni mia nane wako kwenye demokrasia watu milioni mia hamsini wako kwenye udikteta, yaani kazi yao ni kula kushiba kazi. Alafu hawa watu milioni mia nane wako kwenye makelele, makelele tu yanayoitwa demokrasia. Hebu msikilize kwanza huyu katibu mkuu wa NATO akikiri kwa kinywa chake kwamba pawa ya Urusi NATO hawaiwezi, msikilize hapo.

wengi kiasi gani, wale wachache wenye lugha moja lazima watawashinda tu. Unajua kinachoifanya China ishinde dunia nzima? Kwa sababu China wana lugha moja ya kimaendeleo. Yaani China anailisha dunia nzima. Ni kona ipi ya dunia hutakuta bidhaa ya Kichina? Tell me which place you can go and miss a chinese product why? Kwa sababu wamefinyangwa kwenye lugha moja, utamaduni mmoja na kuelewana Wakiamka hawana stori za demokrasi, shambani, kula, kazi. Yani huwezi kujua uchawi wa demokrasia bado, kwa sababu huijui demokrasia. Bahati nzuri mimi nimelelewa kwenye demokrasia tangia nikiwa mdogo. Demokrasia ilivyoingia Tanzania ilianza kaskazini, nyiye hamjui. Aliyenifundisha demokrasia ni marehemu Mrema. Demokrasia ilianzia kaskazini na mpaka leo hii bado wababe wa demokrasia ni watu wa kaskazini. Mboe suhuo hapo, kila siku anawasumbua, kila siku anawajaza matango pori. Mboasuhu hapo ni mtu wa wapi? alafu you tell me, people mnaijua demokrasia kuliko mimi? I'm telling you Tanzania nzima haijui demokrasia the way mimi navyojua. Maana the first time demokrasia inaingia Tanzania tisini na nne ilianzia kaskazini, na mimi ni mmoja wapo wa kile kizazi cha kwanza kufundishwa demokrasia. Demokrasia ni makelele. The only thing we need ni kuiambia serikali kupe maji, dawa you know, madawati da shuleni, miundombinu bora bora, eh, demokrasia ndio inachukua pesa yako. Rais anazunguka all over the world, hiyo ndio demokrasia. Kwa kwa sababu anaitwa huko, in the name of democracy. Unajua ni shingapi your president is using katika hizo mizunguko yake, lakini anaitwa in the name of democracy. You don't know, aliwaambia nani Tundulisu kwamba tunaitwa tuende? Do you know ni kosti ya nani wanavyoitwa? Ni kosti ya democracy hizo pesa zingekuwa zinatumika kununua madawati, madawa na nini. Ungejikuta unaenda hospitali every service unayepata bure, ungejikuta unakwenda darasani unakuta dawati lako, kitabu chako, na kalamu yako na madaftari yako. Kwa sababu unavyofanikiwa, ni faida ya nani? Ya serikali. Unajua watu hawajui namna gani, yaani serikali inatakiwa ikutunze kama mzazi wako anavyokutunza, kwa, mkutuna, kutunza, kwa sababu, at the end of the day faida ni kwa serikali. Unajua nilichojifunza kwenye hii vita ya Ukraini na Rusia kwamba Kumbe tatizo likitokea katika nchi, wewe ni asset ya nchi, unatumika sio kwa, yani, you don't decide. You are be dragged to the war you got to fight for your country. I didn't know this before, mimi nilikuwa nadhani linapotokea vita ni kazi ya wanajeshi kupigania nchi tu. No, I didn't know this before bro. Kilichonileta hapa ni kuambieni demokrasia ndiyo msingi hatari unaoiua Ulaya. Ulaya watakaa vikao milioni, hawawezi kuelewana jambo lolote, kwa sababu matatizo aliyotutengenezea sisi ndio yanayotafuna. Matatizo gani yanayotafuna sisi? Demokrasia na kwao. Sasa Ulaya wana spread hizi rumors kwamba eti asilimia kubwa ya raia walio ndani ya umoja wa Ulaya wanapenda umoja wao, huo ni uongo uliopitiliza. Nchi, nchi nyingi zilizo ndani ya umoja wa Ulaya hawaupendi umoja wao kwa sababu hawawezi kunuia masuala ya maendeleo. Kazi yao ni kuwaza vita tu. Kwa nini? Kwa sababu wako katika mwavuli wa demokrasia. Nimekuambia maana ya demokrasia, ni mfumo wa kumnyang'anya maskini riziki yake. Maana ya demokrasia, nimewapa kazi, nitafutieni nchi yenye maendeleo katika jina la demokrasia. Kwenye komenti, kazi yenu ni kunitukana. Umesema Marekani ni maskini? Sijakuambia Marekani ni maskini, nimekuambia Marekani ndio inaongoza kwa maskini, ukifuatiwa na Ulaya. Sikusema Marekani ni maskini, ina maskini. Eleweni Kiswahili. Demokrasia ni divide and rule, katika unavyotekeleza divide and rule. Ukisha wagawana unawafitinisha unawagombanisha, kazi yao ni kugombana tu, huku unawaibia haki yao. Yani raya ya demokrasia, ukishawagawa unawagombanisha, alafu unawaibia haki yao, kazi yao ni kugombana tu, huku unawachukulia mali yao. Ndicho kinaendelea mpaka Ulaya na Marekani. Kwa nini raia wa Marekani wanaishi maisha ya gharama kiasi hicho? Kwa sababu wanafitinishwa in the name of democracy. Kwa nini raia wa Ulaya wanaishi maisha ya gharama kiasi hicho? Kwa sababu wanafitinishwa in the name of democracy. Warusi wa China wanapewa haki yao, chakula, maji, elimu bora, kazi, kazi. If you want to prove me wrong tell me one single country which has prevailed in the name of democracy. Elimikeni msio wasomi.